Sasa tukija kwenye swala zima la sigara, smoking. Mmh. Ungekuwa sawa, sigara na yenyewe ni kimoja cha kihatarishi cha cha kupata shinikizo kubwa la damu. Sawa? Kwa yenyewe tu kama yenyewe sigara ina nikotini. Mmh. Nikotini sisi tunasema ni stimulant. Mmh. Inaenda ina stimulati mwili, mwili unatengeneza stress hormones ambazo ni adrenaline, noradrenaline, naziita catecholamines. Sawa, hizi catecholamines zenyewe huwa kazi yake ni kuongeza e, eh, eh, shinikizo la damu, kuongeza pressure mm. ya mwili kwa sasa. Hiyo hizo eh, kwa upande wa, wa, sigara eh, hiyo e, nicotine inaenda kuongeza uh, hizo kutengenezwaji wa catecholamines, ambazo hizo noradrenaline na adrenaline, ambazo mwisho wa siku zinaenda kusababisha mishipa ya damu i, iweze ku, kaza mm. eh, contraction sawa, inaongeza mishipa inaongeza nini uh, pressure, pressure. lakini Dam. pia inaongeza mapigo ya moyo, kwa mapigo mm. ya moyo unapoongeza, maana yake nenyewe kusukuma damu kunafanyaje, kunaongezeka kwa yeah. pressure obviously inapanda juu. Lakini namna nyingine ambayo sigara inaweza kusababisha eh, pressure ni eh, kuharibika kwa mishipa ya damu mm. eh, mishipa ya damu ina ndani yake kuna vitu vinaitwa endothelin ukiangalia kuna kama lea fulani hivi enauteute -ute mm, kwenye mishipa ile ya damu sasa. Zile kazi yake huwa ni ndani yake mle huwa kuna uh, kemikali hizi za nitric oxide, lakini pia prostaglandins, lakini pia kuna na hizo endothelin 1. Lakini kazi yake yenyewe kuna ambazo kemikali zinaruhusu mishipa itanuke, dilation hizo hmm. Uh, nitric oxide pamoja na prostaglandin hmm. Lakini endothelin 1 yenyewe ina inasababisha mishipa ifanyaje, ji ikaze, kwa sababu ni lazima kukaza kusukuma ah, na kudilate okay. Ipite kwe, kwe, kwe, vitu, vitu, vitu vyote lazima tutoke, yani ili iwe kwenye control ya kufanya hiyo yeah. shughuli muda wote yeah, yes. Sasa sigara inaonesha kwenda kuharibu ile mishipa ya damu kwa maana ya kutengeneza hizo oxidative stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu. Ukiharibu ile mishipa ya damu hizo nitric oxide zinapungua na prostaglandins zinapungua ambazo kazi yake ni kuruhusu mishipa itanuke. Mhm. Kwa hiyo inabaki ile ambayo inesina... inakaza. Okay. Ile kemikali ambayo inasababisha mishipa ikaze. Mm. Kwa hiyo obviously itakaza na inaweza inaongeza shinikizo la damu. Mhm. Mm, kwa hiyo hivyo ndivyo eh, kwa haraka haraka kama tumepitia ni vihatarishi vya kwenda kwenye kwenye kwenye shinikizo la damu yeah.